Maandalizi ya jumla sasa ya kufunga msimu wenyewe yakoje? Ya wakati tuna, tuna fanya maandalizi kuelekea mchezo namba 184 dabi ya Kariakoo, tunaendelea pia na maandalizi ya kufunga msimu wenyewe. Eh, mizunguko miwili iliyosalia pamoja na mchezo huu mmoja eh, haifanyi msimu kutamatika kwa sababu e, tayari tunajua ndani yake kuna mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB, lakini pia kuna michezo ya hatua ya mtoano. Kwa hiyo yote hii sisi ipo hi ndani ya huu msimu na e, tunaendelea tunaendelea kujiandaa vema mpaka eh, kufikia sasa tumekuwa na msimu bora sana na, na, na hatutaki eh, kuruhusu michezo hii michache iliyosalia iharibu taswira nzuri ambayo ilishajengeka. Kwa hiyo tutaweka, tutaweka mkazo zaidi kwenye michezo iliyosalia, tutatumia maafisa walioonyesha ubora zaidi kwenye msimu huu ndio ambao watapewa jukumu la kusimamia michezo iliyosalia ili iende ili vizuri, na tunaamini klabu zetu watakuwa weledi, viongozi, wachezaji, maofisa wa ufundi wote watakuwa weledi kuhakikisha uh, hakuna matukio ambayo yanaweza kuchafua taswira ya ligi yetu bora hii kwa ubora barani Afrika. Nikutakie kila laheri na maandalizi mema ya Dabi Juni 25 <muchos>